Wa habari za michezo na burudani yuko hapa Jen John, katika siku ambayo Kilimanjaro Queens wamewasili. Jen karibu. Mm, ametua. Asante naam. <laughs> Karibu mtazamaji wa TBC katika habari za michezo na burudani, mimi ni Jen John. Mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake nchini Amina Karuma amewataka wadau kuwekeza kwenye soka la wanawake ili kukuza mchezo huo. Mwandishi wetu kutoka Mwanza ana taarifa zaidi ya soka ya wanawake ya Tanzania bara Kilimanjaro Queens ikiwasili jijini Mwanza kutokea nchini Uganda ilikokuwa ikishiriki kombe la ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati kwa wanawake SEKAFA na kuibuka bingwa wa mashindano hayo kwa kuifunga timu ya taifa ya Kenya magoli mawili kwa moja. Mara baada ya kuwasili timu hiyo imerakiwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongera, ambaye licha ya kuipongeza kwa ushindi huo, amewataka wachezaji kutobweteka na mafanikio hayo. watu kama hawa wanastahili heshima ya kipekee msishie hapa, lakini mimi nawaambia kwa sababu ni mabingwa, kufika kwenye ubingwa ni rahisi zaidi kuna kazi kufika kwenye ubingwa, lakini kazi kubwa zaidi ni kubaki kwenye ubingwa. Hiyo ndio changamoto, na hii ni, ni kazi na inahitaji juhudi, si lelemama, nyinyi mnajua. Mongera ameahidi kukipa chama cha soka cha wanawake mkoani Mwanza shilingi milioni moja ili kukuza mchezo huo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake nchini Amina Karuka ametoa wito kwa wadau kuwekeza kwenye soka la wanawake. Serikali kwa ujumla na wadau wengine wa mpira wasaidie mpira wa wanawake. Huu ndio mpira ambao mimi na uhakika baada ya miaka minne unaweza kutufikisha mbali, tukacheza kombe la dunia, tukacheza Olympic huu mpira. Kwa hiyo watu wawekeze kwenye mpira wa wanawake. Wachezaji na viongozi wa timu ya Kilimanjaro Queens wameelekea jijini Dar es Salaam baada ya mapokezi hayo. Amiku Sibutunga, TBC Mwanza. Na na tayari timu hiyo ya taifa imetua jijini Dar es Salaam na kupokelewa na mashabiki wa soka na viongozi wa shirikisho la soka hapa nchini. Mwandishi wetu ana taarifa kamili. ni nderemo vifijo kutoka wa mashabiki wa soka baada ya kuwasili kwa timu ya taifa ya wanawake Kilimanjaro Queens uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam wakiwa na kombe la ubingwa wa soka kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Katibu wa TFF Selesen Mwesigwa na nahodha wa Kilimanjaro Queens Sofia Mwasikili wanasema moto waliowasha hautazimika. Tunaanza ku aim mbali, ili Mwenyezi Mungu akijalia 2019 kombe la dunia la Paris kule Ufaransa. Basi timu ya Tanzania wa moja mojawapo na tunaamini kabisa haya yanawezekana. Tumeona kwa vijana wetu hawa waliochukua ubingwa, sio la mwanzo, yani mwanzo wa kombe hili ndo, sisi inatupa changamoto ya kwamba mwakani sisi tuendelee kufanya vizuri, tutetee ubingwa wetu. Makocha wa Kilimanjaro Queens Sebastian Mkoma na msaidizi wake Edina Lema wanaelezea siri ya ushindi, kauli iliyoungwa mkono na mwenyekiti wa soka la wanawake Amina Karuma. Sasa kama wameniamini, kwa nini mimi siwaamini? Kwao niliamini kwa watanzania wa wamenituma, na maombi yao nitafanikiwa. Ndio maana nasema kabisa naenda kuchukua kombe, kwa sababu najua kabisa timu yangu ilivyo na nakutana timu za namna gani. Kwa hiyo naamini kuchukua kombe. Tumethibitisha kwamba sisi ni bora. Anaweza kusema tu kwamba huu sio mwisho wetu, ndio mwanzo wetu. Kilimanjaro Queens ilinyakua kombe la challenge kwa wanawake baada ya kuichapa timu ya Kenya mabao mawili kwa moja katika mchezo wa fainali. Mali Ocheto, TBC, Dar es Salaam.